Jioni tulivu ya kijiji cha Bongo, chifu aliwakusanya watu wake chini ya mti mkuu wa mbuyu. Mwangaza wa moto ulipepesa kwenye nyuso zao. Kimya kilipotanda, huku chifu akisimama wima, fimbo yake mkononi. Watu wangu, alianza, sauti yake ikiwa thabiti. Tumekaa muda mrefu sana tukiogopa uchawi, majirani wanageukiana, watoto wananong'ona vivuli, na familia zinavunjika. Hofu hii siyo desturi yetu. Wanakijiji walinungunika, wengine wakitikisa vichwa, wengine hawana raha. Chifu aliinua mkono wake. Kuanzia leo uchawi hautakuwa na nafasi Bongo. Hatutachoma, hatutashutumu bila sababu. Badala yake tunachagua umoja, tunachagua maisha. Kimya kikafuata. Kisha mmoja baada ya mwingine wanakijiji walinamisha vichwa vyao kwa kukubali. Miali ya moto ilipasuka ikibeba hofu ya zamani gizani. Usiku huo, kijiji cha Bombo kilichagua amani badala ya mashaka na watu walirudi nyumbani na mioyo miepesi.